Tutaenda kuhakikisha pia sungusungu sungu hawa tunawapatia usafiri viongozi wa sungusungu ngazi ya kata, usafiri wa pikipiki, kila kata, kata zote kumi na saba ndani ya jimbo la Bukene. Lengo la kufanya hivyo ni kuwarahisishia waweze kusafiri kuwahi matukio mbalimbali, na kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Sisi CCM oye! Bukene oye! sungusungu oye, oye. Sungu, sungu, oye, oye. Kweli wa salama kweli wa salama, Kwe salama. Kwe bashosha ng'ombe sisiemu hoyi. Tutaanzisha dawati maalum la kisheria la kuwasaidia wale wananchi wasiokuwa na uwezo wa kupata wanasheria kwenye changamoto mbalimbali wanazopitia kwenye maisha. Wanasheria hao watalipwa na mbunge na kazi yao itakuwa ni kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wa jimbo la Bukene lakini pia ofisi ya mbunge itakuwa na mwanasheria, kazi yake itakuwa ni moja na atalipo na mbunge, kuwasaidia wanawake, kuwasaidia vijana, kuwasaidia walemavu kusajili vikundi vyao kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, ili waweze kukidhi vigezo vya kupewa mikopo hiyo. sisiemu emuye, uduka oye, kwa ndugu wananchi, mnayo fursa kubwa ya kwenda kunufaika na mikopo hiyo. Na mimi kama mbunge, kupitia ofisi yangu, nitahakikisha kuwa tunawasaidia vizuri kusajili vikundi hivyo, pamoja na taratibu zingine za kisheria, ili muweze kukidhi vigezo na muweze kupata mikopo yenu, mkafanye biashara zenu, mkafanye kilimo chenu, mkafuge na kuweza kuleta maendeleo ndani ya kata Uduka, na ya na ndani ya jimbo letu ya Bukene. Bukene oye! Uduka oye! Mama Samia uwe. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.